Nataka niseme kitu kimoja kidogo, nimuulize ndugu yangu, kwa sababu huyu dada ni dada yetu, kua na sali naye sisi. Huyu jamaa ana ndoa nyingine. Hiyo ndoa aliona ni bora kuliko ndoa ya kwanza. <tose> <tose> <tose> watoto aliwaacha kwa muda mrefu zaidi kiasi. Huyu mama alikuwa anafanya kazi ngumu. Alishe familia yake, kumbe ana mume mwenye nguvu kama huyu. Tunasikia uchungu kama serikali itachukua maamuzi madogo, hatima ya watoto hatujui. Hatutaki watoto wale waje kuwa ombaomba. Naomba serikali, na namshukuru sana Tulia kwa kile alichokifanya juu ya hii familia, kwa sababu tulikuwa tunashindwa, tulikuwa kama kanisa tunafanyaje juu ya watoto. Kijiji chenyewe kinaelewa, kwa muda mrefu huyu jamaa aliona mke yule mdogo ndio bora basi, hata angepokuwa anatuma hata matumizi. Hawezi, ana kiburi cha msingi, atina watoto. Ifanyike leo leo hapo, atajezika saa hizi. Kijiji kiamue, sio mimi, kijiji kiamue na serikali yaamue, nyumba na vitu vyote vibaki chini ya watoto, na jinsi gani ataweza kuitunza familia yake, ili iwe fundisho kwa sisi wote wanaume ambao tunaacha familia zetu. Muombe yani, ni kuombe kama serikali, chukueni maamuzi magumu, huyu bwana akatafute sehemu nyingine ya kwenda kuishi, hapa abaki na watoto na nyumba leo wajengea mheshimiwa Tulia lakini asija kafika hapa akaja kauza tena nai. Ombi langu mwenyekiti, simamieni kama mwanaume mwenzetu ametudhalilisha wanaue. Kwa hiyo mimi niungane na wale wanaosema huyo mtu kwenye jamii hatufai, na ili aende na huko kwa mke wake ambaye amekaa naye kwa muda wote wato kutelekeza watoto hapo. Unaweza ukakuta huko ana hata mtoto. Baba akisema kwamba amemwacha maraudia na miaka miwili na maana elfu mbili na kumi na ishirini mpaka ile 2025. Baba we ni mwongo, ungekuwa tunaongea ukweli. Mimi maraudia nimechota naye maji kwenye matoroli, tunatoka na maji ng'ambo kule kwa Lika, tunaenda kuchota maji mpaka kwa barazia kule pale pale pale stendi ya Usangu kwa mbele, kisima cha kwanza Uyole, tunachota shilingi hamsini dumu moja, tumechota maji huyu baba akiwa hayupo. Na sio kwamba baba aliondoka na mwanamke ambaye hafahamiki mtaani, ni mtoto wa mtaani hapa na mfahamu ndiye aliyeondoka naye, amemtelekeza mke, ameenda kujenga nyumba saraga, naishi na bibi mdogo, ametoka hapa, ameenda Chunya, ana maisha yake huko mazuri tu, na huyo mke wake naitwa Enea Kasusu. Ni kweli kabisa huyu mwanaume, yani sio siri. Kama walivyosema wengine, iwe hivyo hivyo, aondoke hapo Selemani mjirai ya Lukama. Mwenyekiti, pamoja na wakazi wa Gombe Kusini, mimi naomba mnisamehe, nimewakosea sana, na nahisi hata mimi sistahili kuishi. Nisameheni sana. Hapana, sio kwamba natishia kwa hiki kilichofanyika, kwa hiki kilichofanyika, kwa naomba mnisamehe sana sana sana sana, naombeni mnisamehe. Ninamshukuru sana mama yetu Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa hali ya upendo aliyoonyesha kwenye mtaa wetu wa Gombe Kusini. Mungu ambariki sana, ameonyesha moyo wa kujali, ameonyesha moyo wa upendo. Lakini mwenzangu na mimi asiseme, miaka miwili mimi nilikuwa karibu na kama na bisha, mimi nimemwonya kama nabisha bisha hapa wakati mimi nilipo hapa, maana kama mchungaji nimemwonya sana, hakunisikiliza. Amemtelekeza huyu mwanamke kwa muda wa siku nyingi, ajili ya usalama wa ndugu yetu. Naomba nirudie, kwa ajili ya usalama wa ndugu yetu. Huu ni msiba, kuna watu wengi na kila mtu ana mawazo yake. Tutamuomba kwamba asionekane kabisa eneo hili kwa ajili ya usalama. Nimesema kwa ajili ya usalama wake ndugu yetu, tutaomba kwamba basi wanajami, kwa sababu tuliouguza sisi wanajamii, tuendelee kuomboleza wanajamii, tamalizia. Bila shaka imeeleweka, naye bila shaka amenisikia. Nimesema kwa ajili ya usalama wake.